wa Simba tumeenjoy, tumefurahi, lakini kubwa zaidi, nafikiri kila moja anajua leo ilikuwa siku yetu ya namna mbili, maana tumepata ushindi mm. Lakini pia tumesherekea kwa kuzaliwa mwenyekiti wa klabu yetu, mwenyekiti wa bodi Mohammed Dewji. Kwa kwa Awa, Awa, yupo yupo Awa ni MVP wa Ivory Coast wakati una msajili anatangazwa sifa zake na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally wa, wa, wa waandishi wengi, imechukua kama kitu cha masiara, lakini kimsingi tulijua uwezo wake na ndio maana tukamleta ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi ya hawa inaonekana si kwa sababu tu anatupatia point tatu, lakini pia anaongoza kwenye magoli mengi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na ndio maana akawepo kwenye klabu yetu. Sasa sasa, Kisugu, ushindi huu sasa ambao mmeupata siku ya leo, vipi, inaweza kuwa dedication kwa tani zenu? Ah, ni ushindi ambao mzuri bado tunapelekea kupambana kwenye ubingwa wa Region NBC. Lazima tunakiri Dar es Salaam Gang African anaongoza kwenye ligi, anatuongoza nafikiri takriban katika pointi nne. Kwa hiyo mbio sio ndogo, mbio zimekuwa kubwa. Kwa hiyo niwapongeze sana mashabiki wa Simba kwa namna ambavyo kila mechi wanavyojitokeza kuja kuzaa kwa hapa support wa chaji wetu. Mimi naamini wachezaji wa Simba siku zote wanapenda na kufurahi kuona mashabiki wa Simba namna ambavyo walivyojaa katika majukwaa. Mashabiki wa Simba wanakuja kwa nguvu na kuja kwa umoja wao, ndio maana tunaongeza kitu kwa wachezaji wetu, spirit inaongezeka, wanapambana dhamira na nia, wanajua wachezaji wa Simba kuona namna ambavyo Simba mwaka huu wanakwenda kuwa mabingwa zamira nania mashabiki wa Simba kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kuwa mabingwa wa CRB yeah. Federation Cup. Lakini pia kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika yeah. Sisi tunaamini mashabiki wa Simba, chini ya jua hakuna kinachoshindikana, kwa namna ambavyo Fadu anavyoongoza timu yake, mashabiki wa Simba anavyojitoa yeah. Management ya Simba inavyofanya kazi sawasawa. Lakini tuamini waandishi wa habari, moja ya kiongozi wa Simba na mwenyekiti wa bodi tuahidi makwanza alisema kwamba anahitaji kuona timu ambayo inakuwa katika kumi bora kwenye bara la Afrika. Awamu ya pili baada ya kurejea, akasema nataka kuiona Simba nakwenda kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika, iwe isiwe, watake wastake, mwaka huu Simba tunakwenda kuweka rekodi nzuri na historia kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Huko umeshinda bao tano, mtani atakuja tarehe 15. No comment, siwezi kuajibia sisi timu ya mpira naweza kuwajibia watu wacheza bao. Kwa hiyo mi siwezi kuwajibia katika hilo, siwezi kuwajibia katika hilo. Msukuma naye kuna muda mwingine anakuwa kama shabiki wa Dar es Salaam Africans, kwa hiyo mi naamini kauli ya kishabiki. Lakini msukuma siku zote huwa anawaambia watu kwamba yeye mwisho wake darasa la saba, kweli jana ameonyesha udarasa la saba wake, ameshindwa kujua kanuni na ameshindwa kujua mpira kwamba unaongozwa na Chama cha Mpira wa Miguu Tanzania, TFF. Kuna muda serikali na ukubwa wake haina mamlaka kwa mujibu wa kanuni, kuingilia mpira. Wanapokwenda kuingilia mpira, maana yake unakwenda kuliponza taifa, kwenda kuzuiliwa na shirikisho la soka barani Afrika, maana yake nini? FIFA. kwa hiyo jana, alipokuwa anasema yeye darasa la saba, amekwenda kuonyesha udarasa la saba wake na ndio maana profesa Kabudi ameonyesha utofauti mkubwa kati ya profesa na darasa la saba. Ameuliza swali kwa kutumia zaidi ya dakika kumi na tano, majibu yalitoka sekunde 38 mimi nimezihesabu, mi nimezi hesabu thelathini na nane. Swali limeulizwa na darasa la saba aliyekwenda kujibu ni profesa. Ah, msukuma mimi namjua, ni mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans, msukuma nyuma nyuma mwiko kwa hiyo mimi nyuma mwiko akizungumza, mimi nimejua anazungumza kutokana na ufahamu wa nyuma mwiko labda baada ya spika wa bunge kumtambulisha enjinia Hersi Said, Esta Bula kusema na kauli yake hatuchezi, atucheze atucheze mpaka bungeni imetawala, yes. Mm, siku zote mimi wale anasema mm, ukimkuta mshabiki wa Yanga yuko Mbagara kwetu kule Kimbangulile, ukimkuta mshabiki wa Yanga yuko Dodoma, ukamkuta mshabiki wa Yanga yuko Malawi, akili zao zitofautiani mara nyingi Mbagara, mara nyingi akili za nyuma mwiko huwa zinakuwa sawa sawa. Ukimkuta Yanga wa Mbagara, ukimkuta Yanga Dodoma, akili zao zinafanyaje? Leo Esta ni mbunge, anajua katiba. The Africans Yanga imetengenezwa kwa ajili ya kucheza mpira yeye. Yeah, aliposema hatuchezi, lakini sikushangaa kwa sababu ni mwanamama. Nikajua Esta atakwenda kucheza mdako, Esta atakwenda kuruka kamba kwa hiyo akisema sisi hatuchezi, yuko sahii, wasicheze. Watu wa mpira tunacheza. Leo tumekuja kushuhudia Simba na Bamba Jiji vipolo vichache. Wacho waogope hii Simba. Mbele kuna mpanzu lazima uogope. Mbele kuna kibodeli si lazima uogope. Mbele kuna teba lazima uogope. Mbele kuna MVP lazima uogope. Wacho waendelee kuogopa watu shakisugu, watu wengi wanasema Simba sport kena Simba amecheza usulizi, maswala ya penati lazima penati ipatikane. Watu wanajua moja, katika timu ambazo waandishi mkenda kwenye takwimu zinaingia kwenye boksi la mpinzani kuliko timu yoyote katika ligi NBC ni Simba. Kwa hiyo unapojua kuwa penati yule mpanzo unaweza kumkabila, ikatisinu simfanyia faulu kwenye 18 beki kwa wewe unaweza ni ngumu yule Ateba kwa namna spirit na nguvu alizokuwa nazo akigadi mpira ndani ya boksi, unakosa kumchezea harafu <coughs> lakini waandishi mnauliza swala la penalty, inaonekana na nyinyi uwezo wenu unanipa mashaka. Najua wengi wenu mmesoma, lakini unanipa mashaka, mnielewe Kiswahili <coughs> unanipa mashaka. Penalty ni moja ya kanuni kwenye mpira. Ukimkosea mtu kwenye boksi, mwamuzi lazima afanyeje? Amue. Lakini mbona imekuwa hoja? Simba akipanda penalty, mnasema bingwa wa dunia amepatikana kwa mikwaju gani? bingwa wa dunia, leo mnahoji Simba kwa nini amepata penalti, inakuwa tata. wanasema... kwako mm. waliopewa kutafsiri sheria <laughs> waliopewa kutafsiri sheria <laughs> mashabiki wa Yanga wanarekodi dakika zenu za nyongeza, wanasema zinaweza kuzaa mechi nyingine kabisa. Siwezi kuwajibia kwa sababu siku zote niliwahi kumsikia mheshimiwa mmoja anatoa, anatoa mfano, ukimkuta chizi anaoga, wewe unaoga chizi akabeba nguo zako, kamkimbiza chizi nani? Ni yeah, ngumu sana kuwajibia mashabiki wa Yanga, uwezo wao unaujua, sawa. Hesabu anajua kama imekuwa tatu walazimishe wao, mm, watakujua. Wow, hesabu zao tatu, Simba taendele, hesabu zetu kama tano au sita, kila mmoja achukue hesabu msimu huu. Tulijua uwezo wake na ndio maana tukamleta kwenye klabu ya Simba. Mm, kwenda kumchukua MVP wa Ever Coast sio jambo dogo Pesa imetumika. Hongera sana mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Deuji Mo. Unafanya kazi kubwa. Kuna muda lazima tuchukue nafasi kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa maisha marefu. Mzee anatupa faraja huyu. Mohamed Deuji anatusababisha wana Simba kutembea kifua mbele. Mohamed Deuji amesababisha tunapungua Dar es Salaam, wanasimba, ukitembea Yanga akikuona nakula chocho, anajificha kwanza upite. Kumbe anakimbia. <laughs> Happy birthday mwenyekiti wa Simba Mohamed Deuji nawashukuru sana. Anakimbia kisugu. Mmoja achukue hesabu hmm. Mm. <laughs> Tulijua uwezo wake na ndio maana tukamleta kwenye klabu ya Simba. Mm. Kwenda kumchukua MVP wa Ivory Coast sio jambo dogo. Mm. Pesa imetumika. Mm. Ongera sana mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Unafanya kazi kubwa. Kuna muda lazima tuchukue nafasi hii kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa maisha marefu. Mzee anatupa faraja huyu. Mohamed Dewji anatusababisha wana Simba kutembea kifua mbele. Mohamed Deuji amesababisha tunapungua Dar es Salaam. Mwana Simba ukitembea, Yanga akikuona na kula chocho anajificha, kwanza upite. Kumbe wanakimbia. <laughs> Happy birthday mwenyekiti wa Simba Mohamed Deuji, na washukuru sana.